Hatuna sababu yani, sijui kama tuna sababu ya kubadilisha badilisha sana uongozi, kwanza kuanzia kwa diwani Omari, lakini vile vile kwa mbunge wetu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, lakini vile vile kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia suluhu Hassan. Sasa sisi hapa e, mkoa wa Singida, kwenye mkoa wetu tuna bahati kubwa sana, tuna kiongozi ambaye ndiye anayesimamia chungu cha nchi yetu kwa maana ya fedha za Tanzania, anatoka Iramba kwao. Tuna kila sababu ya kujivunia sana sana, kujivunia sana sana, e, mbunge wetu mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Lakini vile vile tunayo sababu ya kujivunia sana waziri wetu mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, na pengine tumtie moyo sisi e, kwa sababu anatoka Iramba nyumbani mkoa wa Singida. Tunapaswa kuwa wa kwanza kumwombea mema aweze kushinda uchaguzi ujao, pengine na kama inawezekana basi asipate hata ushindani, kama inawezekana sasa. <coughs> Unajua, wakati mwingine wakati mwingine, kwa sababu ni mambo ya demokrasia, kuna watu watajitokeza na nini, lakini mimi naamini yeye ni mbobevu kwenye siasa, na tutamuunga mkono, na hata mimi pia ninamuunga mkono kwa sababu ni kiongozi ambaye ni shupavu, ninamwamini na anaweza kufanya mambo makubwa kwenye nchi yetu kama tunavyoona kwa sasa, uchumi umeimarika, bajeti imeongezeka, juzi mimi nimeshinda tuzo, fedha zilizotolewa ni kwa sababu yeye anazitunza vizuri. Lakini vile vile bajeti ya wizara ya elimu imeongezeka, mwaka wa 2024 2025 ilikuwa takriban trilioni 1.9, lakini mwaka huu 2025 kwenda 2026 imepitishwa juzi bungeni trilioni 2.4, ongezeko la bajeti la karibia bilioni 500 na zaidi na haya yote ni kwa sababu waziri wa fedha chungu kiko vizuri, na anasema sasa, jamani, hembu hapa tuwaongeze kwenye sekta ya elimu ili tuboreshe sekta ya elimu. Sasa changamoto za sekta ya elimu sio rahisi kuzimaliza kwa haraka, na ndio maana sisi kama wadau tunapokumbuka kile ambacho tunaweza kukifanya tunafanya kwa kushirikiana na marafiki wengine, ndugu na jamaa, lakini kwa kushirikiana pia na nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wasihi sasa kwanza tujitokeze, tujiandikishe, tuhuishe taarifa zetu kwenye daftari la kupiga kura, alafu mwisho wa siku sasa Oktoba tuende tukapige kura, tuchague viongozi wale ambao watatuongoza kwenye nchi yetu na kwenye nafasi huko ya juu kama tunaweza. Na nikiangalia humu wengi wengi sana ni wamama, nikiangalia humu wengi ni wamama. Afisa elimu wetu wa kata ni mwanamama, eh, mkuu wa shule ya Kiomboi hospitali ni mwanamama, na maeneo mengine mengine mengi ni wanamama. Sasa kwa nini wanamama tushindwe kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan? Kwao mimi ninawasihi sana, tuendelee kumuunga mkono, tumwombee, tumtie moyo, ili aweze kufika pale ambapo pengine amekusudia kama nchi. Sasa niliahidi vifaa vya michezo, niliahidi mipira miwili kwa vijana wa kiume, kwa maana ya football iko hapa, nimekuja nayo. Niliahidi mipira, niliahidi mpira mmoja kwa netball upande wa netball mpira mmoja, upande wa football mpira mmoja, kwa hiyo miwili yote ninayo, na vivyo hivyo kwenye shule ya msingi Kiomboi Hospitali nimekuja nayo. Na nikaahidi jezi jozi mbili kwa watoto wa football, kwa maana ya vijana wa kiume, zote jozi mbili nimekuja nazo kwa shule ya msingi Kiomboi Bomani shule ya msingi Kiomboi Hospitali. Lakini nikaahidi pia nikaahidi pia eh, kwa ajili ya watoto wa kike kwa maana ya netball walau na wao wapate vifaa vya michezo kama ambavyo tumepata mipira, basi na wao nimewaletea jozi moja ya jezi hizi za netball kwa shule ya msingi Kiomboi Bomani na shule ya msingi Kiomboi Hospitali. Umekuwa mkweli nafikiri unaendelea.